Hivi unajua, watu wengi sana tumelisi Ukristo kutoka kwa wazazi, lakini nataka nikwambie kitu kimoja: Ukristo haulisiwi kutoka kwa wazazi. Ukristo una misingi yake, una kanuni zake za kufuata, sio jambo ambalo unaweza kulisi kama mali kutoka kwa wazazi. Ukristo una Una, una njia tatu ambazo ukizikamilisha hizo njia tatu ndio unaenda kuanza kupata wokovu wa Ukristo, wokovu wa Kristo. Njia ya kwanza ambayo inaweza kufanya wewe ukapata wokovu wa Kristo, njia ya kwanza ni kumwamini Kristo. Njia ya pili ni kumfuata Kristo, lakini njia ya tatu kubwa na yenye nguvu ni kupokea Roho Takatifu. Hizo ndo njia tatu ambazo zinakupeleka katika safari ya kuanza kupata wokovu ambao ameuleta Kristo. Ila watu wengi tumeishia kwenye njia mbili, tumemwamini Kristo, tumemfuata Kristo, lakini hatujapokea Roho Takatifu ya Kristo. Sasa nitakwambia watu ambao walimwamini Kristo na wakumfuata Kristo, kama Petro alimkana Yesu Kristo mara tatu, kwa sababu alimwamini. Wakati Kristo anawaambia wanafunzi wake kwamba atauawa na siku ya tatu atafufuka, wakati wanapata mlo wa jioni, Petro yeye akasema kwamba Bwana, mimi nitaenda nawe kokote pale, hata ikiwa kufa, nitakufa nawe. Yesu akamwambia Petro, kabla ya jogoo kuwika, utanikana mara tatu. Nataka ngupe sababu sasa ili uelewe kwa nini Yesu Kristo alimwambia Petro atamkana mara tatu? Kwa sababu Petro alikuwa amemwamini Kristo amemfuata Kristo lakini bado alikuwa hajapokea Roho Takatifu. Mona, kwa Petro angekuwa amepokea Roho Takatifu angeweza kweli kumfuata Kristo hadi akaenda kufa naye kabisa, kwa sababu anayo Roho Takatifu. Sasa Kristo alimwambia vile kwa ujasiri kwamba utanikana mara tatu, mona kwa sababu Petro hana roho takatifu. Kwa hiyo unaweza ukaishi ukiwa Mkristo, umemwamini Kristo, umemfuata Kristo, lakini hujapokea roho takatifu ambayo hata wanafunzi wake wa, wa, wa, walisubiria. Alivyokuwa paa Yesu Kristo aliwambia wasubiri Roho Mtakatifu atawajiria. Mona hiyo ndo inawakamilisha wao, na roho Mtakatifu alipokuja ndo wakaanza kumhubiri Kristo kwa roho Mtakatifu, ikapelekea wanafunzi wa Yesu Kristo wawe majasiri. Umeona, wakaanza kuhubiri Injili kwa ujasiri, japokuwa mwanzo Petro alikuwa hadi muoga akakaa akamkana Yesu Kristo mara tatu lakini baada ya kupokea Roho Takatifu, Petro anakuwa jasiri mpaka anawekwa gerezani, hajari. Anatoka gerezani, bado anaendelea kumhubiri Kristo kwa sababu amepokea Roho Takatifu. Sasa sisi Wakristo wa sasa hivi wengi wao tunaishia kumwamini Kristo, tunaishia kumfuata Kristo lakini hatupokei Roho Takatifu na wengine wanaishia kumwamini, au ndio wengi sasa wanaoishia kumwamini tu Kristo ndio wengi mona, na wanaoishia kumfuata pia nao ni wengi, lakini sio wengi sana. na hao ambao wanafika hadi kiwango cha kupokea Roho utakatifu kabisa, waliomwamini na kumfuata, wakapokea la utakatifu ndio wachache. Sasa yaani, hao ndio Kristo amesema, ongozeni katika njia nyembamba na mlango ni mdogo, wapitao huko ni wachache, na njia pana, mlango ni mpana, wapitao huko ni wengi. Kwa hiyo watamwamini Kristo na kumfuata Kristo ni wa, na kupokea Roho takatifu ni wachache, ila watamwamini Kristo ni wengi. Kwa hiyo ndugu yangu, kuanzia leo, kama hujapokea Roho takatifu anza kufuatilia hii elimu ya Roho takatifu uielewe. Umeona, jifunze kuhusu roho ili upate kuelewa. Umeona, kazi ya roho ni nini? Umeona, kwa sababu wewe utawezaje kushinda dhambi bila kuwa na roho takatifu? Roho takatifu ndio itakuwezesha wewe kuwa jasiri, kuwa na nguvu. Umeona e, pia unaweza ukapata kuelewa kuhusu kazi ya roho takatifu kupitia Kasome uh, Waamuzi, kitabu cha Waamuzi kumi na nne mstari um, kama wa sita nadhani hivi. M, naenda ukajifunze kuhusu kazi ya roho takatifu pale Waamuzi kumi um, na nne mstari wa sita. Asante sana kwa kunisikiliza. Amen.